na bendera ya ubenga wa kienyeji ili apate kuaishi. Sasa ninasema kwamba ndugu zangu, kwa nini nimejia CCM? Maana lazima kwenda sababu, wakati wa kampeni ya vitongoji na vijiji kule sehemu za Galani, nilianguka na pikipiki James aliangusha wakati huo, nalilia vijiji na mtongoji, sikupata msaada wa matibabu. Nilipomwambia bwana wenaaisia kwamba ndugu yangu, nauma naomba nisaidiwe, anasema amsaidia mtu anaumia akiwa kazi. Yeye alianguka bakuni, kulikuwa na kazi gani i ilikuwaniaemiui san, nilikuwa niko katika gereza la moto, nilikuwa nangoja nipate barafu ya Chama cha Mapinduzi, na barafu hiyo, mimi nasema wazi, wale wote wale wote niliowasumbua katika wilaya hii na kwengineko hapa nchini, wachanganywe wa abaut, warudi waingie CCM, ndio chama kinachomkomboa mnyonge

Kweli, kidumu chama cha mapinduzi! Mimi nasema nanyi kila siku, leo ngoja nimwachie mwenyekiti wetu taifa azungumze nanyi, na muwahidi ushindi wa kishindo hapa Muheza. sisiemu oye msi mwenyekiti katimzungumzeh wa Nino, wa ndima wa wa wa wa wa so mambo leo, asante sana. Tuko kwenye mkutano wa kampeni za uchaguzi. Kila baada ya miaka mitano katika nchi yetu tunachagua viongozi wa kuongoza taifa letu. Tunachagua rais bunge na madiwani. Oktoba elfu mbili na tano tulifanya uchaguzi.